Ebana, siku ya jana ambapo ni JP 2025 baadhi ya watu walikuwa wamebang, mavazi yalikuwa ya kutosha kabisa, watu walikuwa wametupia unyamwezi wa kutosha kabisa. Masta kibas ambao walikuwepo kwenye hiyo show e, kama vile Wolpa Warriors, Zuhura Kajala, e, Young Lunya, Mario, lakini pia baadhi ya mastakibas kutoka nchi nje, nje za nje huko walikuja hapa bongo wakiwa na mavazi e, tofauti tofauti, ilionekana kabisa kama vile mavazi ambayo walikuwa wametawala zaidi kwenye JP 2025 ulikuwa ni unigeria mwingi sana. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz yeye ameonekana kabisa kama vile hajaweza kupendezewa, baada ya kuonekana kabisa kama unigeria umekuwa mwingi sana kwenye JP 2025. Jasi yes, imajini kwamba kila mtu ambaye anakuja na mavazi yake fulani vya kinyemwezi inaonekana kama vile ni kacha fulani vya kinigeria, mtu mtun amebeba yale mavazi alafu anakuja eh, kuonesha kwenye ile JP 2025. 25 so wadamo, yeye, kwa upande wa Diamond Platnumz yeye ameweza pia kutoa ushauri kwamba ikiasi kama itatokea events kubwa kama hii hapa basi E, kwamba Watanzania sisi tutengeneze nguo yetu ambayo ni ya kiutamaduni ili tuweze kuivaa e, pale ambapo tunatangaza u Nigeria tu, inakuwa ni kama mambo hayapo sawa. Lakini kwa kuongezea ni kwamba hata kwa upande wa Nigeria baadhi ya mastaa walipoweza kufika pale watangazaji, lakini pia e, watu mashuhuri wengi e, wa hapa Bongo walipofika pale Nigeria walikumbana na utamaduni wa jamii ya watu wa Yoruba kulalishwa kifudifudi kama salamu, lakini mambo kibao ya kiutamaduni yalikuwepo kule, lakini kwa hapa Bongo imeonekana kama utamaduni haujazingatiwa sana. Sasa kwa Diamond Platnumz, yeye ameomba kama in case kama ikitokea labda pengine shughuli ambayo itakuwa inatazamwa sana na watu wengi kutoka ndani eh, na nje ya mipaka ya Tanzania, basi utamaduni uzingatiwe. Kwa upande wa, wa Diamond Platnumz, amezungumza maneno haya traditional wedding nilipenda sana, na miongoni mwa vitu ambavyo vilinifunza na kunisikitisha kuona tunatakiwa kama Watanzania tutoe mavazi yetu pia na sisi, na kwenye mambo ya harusi, ili tuwe tuna kitu fulani. Sasa hivi Tanzania ukikuta kuna harusi watu wote wanavaa Nigerian. Of which, sasa inakuwa inakaa vibaya. Wenzetu wameshatengeneza style yao wanapendeza; na sisi tutafute style yetu tupendeze. So ni kitu ambacho nilipenda sana. Afrika Tanyonge nikaona, aah kumbe sisi hatuna vazi eh. Mpigishwa magoti mkalazwa chini kweli. It it it was was was nice experience mimi, yeah. Nilipenda, najua kitu tofauti, yeah. It was very good, yeah. Na leo tunawapigisha wao magoti. <laughs> Sasa sijajua taratibu za Tanzania, ndio tuangalie hapo. Mimi nimtakie okay. Uh, tu kila laheri kwenye ndoa yake. Ndoa zina mambo mengi, tumesikia tumeona, um, ajitahidi kwa mvumilivu yeye na mwenzie. Uh, migombano ipo, binadamu akishi pamoja lazima wakwaruzane Marafiki tu wanagombana, washikaji wanagombana, wafanyakazi wanagombana, ni kitu cha kawaida kugombana. kwenu kusipelekea mkatoaliana maneno makali maneno mabaya, kutaka kuvunja ndoa yenu, jua uh, ni kipindi cha tu mpito kitavuka yeah. Uh, nadhani kuna siku nitaongea mambo ya ndoa. Kama mdau wa burudani uko na mtazamo gani? Drop comment yako comment yako kwenye uwanja comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Till next time. Bye bye.